Karibu mtazamaji na msikilizaji wangu tena katika kipindi chetu cha Jiko Class. Kwa majina ni Leonard Pesambili kutoka taasisi ya Tangsen. Siku ya leo tutakwenda kujifunza swala zima la matumizi ya nishati kwa tija katika sekta ya mapishi. Na majumbani pamoja na taasisi na sehemu za biashara. Tukianza na majumbani. Kimsingi matumizi ya tija katika upikaji yana impact au maana kubwa sana katika ngazi ya kaya, kwa maana ya kwamba kupunguza gharama za mapishi kwa nishati, lakini kuboresha mahusiano kati ya mpikaji na watu wanaomzunguka, kwa sababu teknolojia inapokuwa safi, maanake kwa mfano moshi hautoki, hata mume na mke wote wanaweza kukaa jikoni. Kwa hiyo tunaona jinsi ambavyo nishati safi katika kupikia inaweza kuongeza mahusiano kati ya mke na mume, wakakaa pamoja kujadiliana masuala mbalimbali ya kijamii, lakini huku wakiendelea kupika na faida zake zipo. Inapotumika hii nishati yenye tija katika kupika, unaweza kukuta mtu anapika either kwa kula au kufanya biashara. Watu wanakaanga karanga kwa ajili ya kuuza na vitu vingine ambavyo vinaweza vikatumika kwa biashara, lakini kwenye upande wa matumizi yenye tija katika taasisi. Tukianza na taasisi za kijamii kama mashule, serikali inaendelea na juhudi nyingi sana kujenga mashule, lakini unaweza kukuta saa zingine nishati ni shida. Lakini inapokuwepo nishati yenye tija, inaweza kusaidia wanafunzi kuweza kujisomea na kuboresha ufauru wa mitihani katika shule na kulisaidia taifa. Lakini katika vituo vya afya au hospitali au zahanati pasipo kuwepo na nishati safi huduma za kiafya haziwezi kuwa nzuri. Kuna vifaa vingine vinahitaji umeme, kwa umeme unapokuwepo, kwa mfano, vipimo vya x-ray vinaweza vikafanyika, kuchemsha vifaa mbalimbali kama mikasi na vifaa vingine. Lakini katika sehemu za biashara kuna watu ambao wana mashine za kuchomea vyuma, kwa mfano, fremu za madirisha, milango na vitu kama hivyo vijijini. Siku hizi wanachoma watu, kwa hiyo zinapokuwepo huduma kama hizo, watu wanaweza wakajiingizia kipato, lakini watu ambao wanahitaji zile huduma wakapata bidhaa badala ya kuja mjini. Tuseme ha, changamoto zilizopo katika utumiaji labda wa nishati katika ngazi ya kaya, changamoto baadhi yake ni kwa mfano upatikanaji wa hizo nishati safi, kwa mfano maeneo ya vijijini ambako kufikika si rahisi, changamoto zipo mtu anahitaji huduma ya nishati safi au teknolojia safi lakini havipatikani, kwa hiyo inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo tulikuwa tunashauri labda wale ambao ni wafanyabiashara katika sekta ya nishati katika minyororo ya thamani mbalimbali waweze mbali, kuzipeleka hizo huduma kwa watu karibu. Lakini changamoto nyingine ni uelewa, unaweza kukuta nishati safi ipo na teknolojia ipo lakini mtu anaogopa kuitumia, awe kafia oh, jiko hili la gesi linaweza likalipuka. Kwa vile vile, uelewa nao ni changamoto. Kwa hiyo tuendelee, wadau tunaofanya katika hii sekta ya nishati safi, na kuwafundisha watu jinsi ya kuweza kutumia hizo teknolojia, ili wasiogope kwa ajili ya kuweza kuleta tija katika masuala mazima ya afya, uzalishaji, kujiingizia kipato na kutengeneza ajira.